Hey, mambo vipi, mimi naitwa Asteria Mvungi na hii ni Ayo TV Entertainment. Vodacom, kazi ni kwako. Licha ya kuwa legendary kwenye muziki na kuwa na heshima kubwa katika game ya Bongo Flavor kitambo sana, Q Chief amekubali kwamba Diamond Platnumz amekuwa akipeperusha vizuri sana bendera ya Tanzania kwa upande wa Bongo Flavor, na amesema kwamba Diamond kufanya vizuri kumemsaidia sana na kumemrahisishia katika kazi zake anapokuwa nje ya nchi. Uh, kwanza nimpongeze kwa watu ambao wamefika kutoka pale ambapo mi namwangalia mpaka anakwenda, there's a lot of effort na energy ambayo imewekwa na management, na yeye ana discipline ya hali ya juu, kitu ambacho always kinani inspire kuwa wanna be kwa one of his example, kama yeye alivyotamani kuwa one of my example. Na kitu kizuri zaidi ametuamsha, kwamba kuna maboda, tukiingia tukipita tunatoboa tunaondokea pale. Kwa hiyo sio mbaya unaona, hata watu wengine nao wanafuata, ni kitu kizuri kwa hili. Mimi naweza nikasema I give him maximum respect. Maximum respect. I adore his work. I adore him because he's made a way to other people. Watoto wangu watakuja na hii generation watakuwa able kushoot na kina campus na kina nani na nani. Nao mimi nafikiria kwenda kushoot na campus because nimekaa nimeangalia, nimeona changes na nimeona nini kinafanyika And amesema oh, kwamba yuko na mawasiliano mazuri sana na Diamond Platnumz and last time wali chat alipokuwa akielekea kwenye tuzo za BET kule Los Angeles Marekani. Tuna chat sometimes. Mm -hmm. Yeah, naweza uh, brother vipi, niambia poa, fresh hongera bwana, time kama wish uh, safari yake ya uh, Marekani BET, mwana wish you the best, challenges ndio zinakujenga, next time kurudi na hivi na hivi na kasema, naamini ya ya lakini so kulikuwa kuna project ambayo pengine tungeifanya, lakini schedule yake is a little bit tight na naheshimu, lakini nahisi kuna kitu na lazima kifanyike kwa kitu <laughs> yeah.